Asante waandishi wa habari, nimetoka Dar es Salaam kwa treni hii ya mwendo kasi ya SGR na hii kiukweli ni treni ya kisasa sana, ni treni ya kisasa kulinganisha na treni zingine zote ambazo niliwahi kupanda hapa Tanzania. Asubuhi tulitoka Dodoma tukaenda Dar es Salaam, ilitukuwa masaa matatu nafikiri dakika kidogo, lakini tumetoka Dar es Salaam tumerudi hapa kwa muda ule ule. Naam, ninachoweza kusema treni hii ni treni bora, treni ya kisasa sana. Na mimi naomba ni declare interest. Nimebahatika kusafiri nchi nyingi duniani, lakini kwenye miji mbalimbali mbali duniani treni ambayo nimeweza kupata nime treni ambayo ya mwanzo nilipa, nilip, nilipanda ya mwendo wa kasi sana ilikuwa miaka takriban kumi au kumi na kitu iliyopita, katika katikati ya jiji la Madrid na jiji ya Seville kule Spain. Treni ile ilikuwa na mwendo kasi kama hii hapa lakini, nimeweza kupanda treni kwenye mji wa Tokyo kwenda kwenye mji wa, um, wa Nagasaki, ambayo ni treni ya namna hii. Ninachotaka kusema ni kwamba treni ambayo iko Tanzania sasa hivi ndio treni ambazo ziko kwenye miji mikubwa yote duniani. Kwa hiyo mimi niipongeza serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji huu mkubwa wa treni hii ya kisasa kuliko treni zozote zilizowahi kutokea katika Tanzania hii. Sasa hii mimi ninavyoiona ni mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji na uchukuzi, na, na, na, na, ninataka ni, ni niamini kwamba Tanzania inaenda kuwa nchi ya dunia ya kwanza. Kwa vyovyote vile, haya ni mapinduzi makubwa ambayo wananchi tunatakiwa tujivunie, lakini tuiunge mkono serikali ya Dkt. Samia kwa sababu kazi hii ni kazi kubwa, lakini ni kazi ya kupongezwa. Na mheshimiwa rais, mimi niseme Mungu ambariki sana, azidi kutuletea maendeleo, na kwa hiki ambacho nimekiona mimi ninafikiri maendeleo yatakuja kwa kasi sana, kwa sababu moja ya sababu kubwa ya nchi kuendelea ni miundombinu ya barabara na reli na anga pia. Kwa hiyo, kwa hili ambalo ni treni inabeba mabehewa mengi sana, mimi niseme kongole kwa serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, na ninataka kuniamini pia kwamba utalii sasa katika Tanzania hii utaongezeka kwa sababu treni hii ita itatumika na watu wengi lakini ni imani yangu kubwa kwamba treni hii haitaishia tu hapa Dodoma, itaenda mpaka Mwanza, lakini itakuja Arusha, itaiunganisha Tanzania. Kwa mimi ninavyoiona, siku moja Tanzania itakuwa imeunganishwa yote kupitia mtandao wa reli ambazo zitapitisha treni zote. Kwa hiyo mimi niseme Dr Samia amefanya kazi kubwa sana, Mungu azidi kumbariki sana, na mwisho tunasema Daktari Samia suluhu Hassan hiyo inaitwa mitano tena, tunaijua. Na kwanza mimi ni mshukuru Mheshimiwa Rais ambaye uh, alitoa ali, ali maelekezo ya kutembelea miradi. Sasa, hii ni ziara tumefanya na ziara yetu ya kwanza hii ni ya ya ya, ya kwenda kutembelea treni hii ya SGR ambayo tumesafiri nayo, sio tumeitembelea tu, tumesafiri nayo kwa masaa matatu kwenda na, na masaa matatu kurudi. Lakini mchana upya, tunaendelea na ziara nyingine. Kazi ya viongozi ni kutembelea miradi ya maendeleo, kuona pesa za serikali zilizotumika kwenye miradi hii kama imefanya kazi nzuri. Mimi niseme kwa hili la SGR, serikali imewekeza sehemu sahihi na kazi imefanyika kwa weledi mkubwa sana, na gari hizi za hizi gari moshi zilizoletwa ni gari ya kiwango cha juu sana. Narudia tena kusema treni kama hii, ukienda Tokyo utaikuta, ukienda London utaikuta, ukienda Barcelona utaikuta, ukienda Stockholm utaikuta, ukienda Helsinki utaikuta. Kwa Tanzania inaungana na nchi hizo katika sekta ya usafiri, kwa kuwa na usafiri bora zaidi katika ukanda huu wa Afrika na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kwenye siku anakuja kufungua mkutano uh wa ALAT wa 39 alisema, tembeleni miradi ya serikali inayotekelezwa kwa pesa za serikali na sisi pamoja na mwenyekiti wetu wa ALAT taifa, Mheshimiwa Mushid Hashim Ngeze tumetekeleza agizo la rais la kutembelea miradi ambayo inatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kwa kifupi tu niseme, serikali imefanya sehemu yake, niwaombe wananchi nao wafanye sehemu yao, na niseme Tanzania, kazi inaendelea.